Anafahamika kama Jimmy Wamboa. Hii ni shajara ya Chuo Kikuu cha Nairobi makala ya 38. Mtazamaji karibu tuanze na vidokezo. Annastacia Kiragu ashinda tuzo la mwanahabari chipukizi mwaka huu kwa hisani ya IGAD. You can do it as as, as young as you can be. First of all, nilikuwa the youngest in that room. So I was 22 years old. Wanafunzi wakutana na shirika la BBC kuzungumzia ukweli, uaminifu na uandishi wa habari za kimataifa. Ujumuishaji um, debate, wasisitizwa katika maadhimisho ya siku ya wanaoishi na ulemavu duniani. Persons with disability are now able to study different courses, yeah? Na wanachuo wajuzwa zaidi kuhusu wajibikaji katika matumizi ya akili unde. Um, universities should establish, you know, uh, those learning communities, workshops and, uh, mentorship, uh, uh, programs. Na mwanafunzi wa wanahabari na mawasiliano katika Chuo Kikuu cha Nairobi, Annastacia Kiragu, ambaye pia amekuzwa na runinga hii ya UNC, alitawazwa bingwa na shirika la IGAD kwa kuwa mwanahabari chipukizi mwaka 2025 katika hafla ya tuzo iliyoandaliwa nchini Ethiopia. Hii ni kufuatia filamu yake almaarufu Hope in the Dumps ambayo inaangazia maisha ya wakazi wa mtaa wa Dandora na jinsi wanajipatia kipato kupitia taka na maeneo yaliyoduni. Tulizongumza na Anastasia Kiragu, naomba na utazame Anastasia Wareno Kiragu. Her winning stories was hope in the dumps, how communities are surviving in challenging conditions. Kupata hii award at this time means that, um, you can do it as, as, as young as you can be first of all nilikuwa the youngest in that room so i was 22 years old sitting with people wenye wako na 40 years of experience in journalism ilikuwa such a huge moment so the experience of me crying ni kuonyesha to the emotions that nime, nime go through over the years and especially producing stories yenye inaona sasa ina impact the community peke yake but other people from other regions i'm looking forward to win an oscar that is my number one goal to produce show for ebc cnn and bbc Escort back to your seats na kwa niaba ya wote kutoka meza ya shajara, kwa Annastacia Kiragu, kongole zetu zikufikie. Kwingineko, wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi walipata nafasi spesheli ya kuwa sehemu kubwa ya hadhira katika mazungumzo kuhusu uaminifu, ukweli na uandishi wa habari wa kimataifa ni mazungumzo yaliyoandaliwa na shirika la utangazaji la BBC ambapo wanafunzi walikutana na watangazaji mashuhuri wa shirika hilo na kupokea mawaidha kutoka kwao. Mwandishi wetu wa habari Duncan Jumo anatuarifu zaidi. Mazungumzo ya BBC kuhusu ukweli, uaminifu na uandishi wa habari wa kimataifa ulifanyika katika ukumbi wa Chandaria, chuo kikuu cha Nairobi. Mazungumzo haya yaliwavutia wanafunzi wengi waliotaka kupata uelewa wa jinsi uandishi wa kimataifa unavyofanyika kwa uwazi na weledi. Um, katika mazungumzo hayo watangazaji hao walieleza jinsi wanavyojiandaa. Ansoi alieleza jinsi anavyojiandaa kwa kipindi cha asubuhi cha redio kupitia taarifa za usiku kuthibitisha habari na kupanga mtiririko wa matangazo. Roncliffe mtayarishaji wa dira ya dunia alizungumza maandalizi ya kipindi chenye hadhira ya kimataifa na uratibu wa hariri kutoka maeneo mbalimbali. Uh, right Uh, it's a Swahili TV program for BBC. Goes, uh, on air at 9 PM on YouTube, 10 PM on K24 TV. Charlie, kutoka vipindi vya majadiliano, alieleza jinsi anavyochagua wageni na kupanga hoja ili majadiliano yawe wazi, yenye mizani na yenye manufaa kwa watazamaji open debates around the world um seven years ago i was here actually producing an edition here and we had a panel of politicians here walieleza changamoto wanazokumbana nazo ikiwemo ron cliff kupigwa marufuku kuingia tanzania na kufutiwa kibali ili asiripoti maandamano ya baada ya uchaguzi we've been mentioned by government officials uh, some of us like myself i had um, An annual accreditation, so a year-long accreditation to work in Tanzania. It was revoked just a month to the election. And um, yeah, and when I reapplied they banned me completely from stepping in Tanzania. I don't know up to when. Waliangazia hatari wanazokumbana nazo waandishi ugeoni vitisho mazingira hatarishi na wakati mwingine kulazimika kuwekwa katika nyumba salama. Our journalists were threatened. Some of them did not go back home that day, and they were kept somewhere safe for at least three weeks. Nikiripotia runinga UNC jina langu ni Duncan Jomo. Mtazamaji, tarehe tatu Disemba kila mwaka huwa ni maadhimisho ya siku ya wanaoishi na ulemavu duniani. Kwa hiyo chuo kikuu cha Nairobi kiliandaa hafla katika ukumbi wa Chandaria, ambapo kati ya mengi yaliyozungumziwa ni hoja ya ujumuishaji. Mwandishi wetu wa habari Franklin Bosire anaripoti kamili. Maadhimisho ya siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu yaliyofanyika katika ukumbi wa Chandaria, wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Nairobi wameibua mijadala mikali, wakisisitiza kwamba thamani ya binadamu haiwezi kupimwa kwa changamoto ya kimwili aliyonayo, kwani wanahitaji fursa kamili sawa na wengine bila kujali chanzo cha changamoto zao. Disability is not inability. We should not underestimate them. Maoni yamegawanyika kuhusu utekelezaji wa sera za ujumuishaji chuoni. Wito wa dhati umetolewa kwa bodi ya wanafunzi kuongeza juhudi zao za kufanya utafiti wa kina na kukusanya maoni moja kwa moja kutoka kwa walengwa doing the surveys and feedback how is the accommodation how is their stay how is the interaction with the people is there anything that they should really improve on to ensure that they meet their their you know the the their, their, their services that they require it's time that we recognize those who are able differently if I may, if I may use that term who are able dif differently by giving them equal opportunities and uh, by enabling them Wanafunzi wanahisi kuwa mabadiliko ya miundombinu si kila kitu, kwani bado wanakabiliwa na unyanyapaa na kutengwa, ila wanahitaji mazingira ambapo wanatambulika kikamilifu. Walengwa wamepongeza hatua chanya zilizochukuliwa. Hata hivyo, wametilia mkazo kuwa wanataka kuvuka mipaka ya kawaida na kuruhusiwa kufanya kozi mbalimbali wanazozitamani. Some of the things that we'd like to appreciate is the fact that persons with disability are now able to study different courses, yeah? This includes engineering, medicine. You find them in other fields. Ni wazi kuwa changamoto bado zipo. Na wito umetolewa kwa uongozi wa chuo kikuu cha Nairobi na washirika wake kutanguliza hatua za vitendo, si maneno tu, ili kujenga jamii yenye usawa kamili na wote. Nikiripotia runinga ya UNC, mimi ni Franklin Bosire. Teknolojia ya akili unde imeleta mabadiliko makubwa duniani. Ni maneno ya Profesa Wang kutoka chuo kikuu cha Tsinghua, alipokuwa akitoa mhadhara kuhusu wajibikaji katika matumizi ya teknolojia hii. Mhadhara huu aliutoa hapa chuoni Nairobi mnamo tarehe 28 mwezi Novemba, na mwandishi wetu wa habari Patience Jedida alihudhuria. Hii hapa taarifa kamili. Mnamo Novemba tarehe 28, na chuo kikuu cha Nairobi kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Tsinghua kiliandaa mhadhara wa kupambanua uwajibikaji katika matumizi ya akili unde. And for us as a University of Nairobi, I cannot overstate the importance of what AI can do for our research institution. Profesa Wang kutoka chuo kikuu cha singhua alieleza kuhusu mabadiliko ya miundo misingi yanayohitajika ili kutumia ujuzi huo ipasavyo. um, well, universities should uh, embed AI competencies across all programs, all programs. uh, so that means we have to restructure, uh, restructure our curriculum. Ili kuzuia ya madhara yanayoletwa na akili unde. Baadhi ya masuala yaliyojadiliwa ni kuunda mbinu za kuelimisha na kufahamisha wanafunzi kuhusu sera za utumizi wake um, universities should establish you know, uh, those learning communities workshops and uh, mentorship uh, uh, programs for, for, for university uh, faculty members i'd like to have actions on the low hanging fruit facilitation not money today. Teknolojia hii ya akili unde inasaidia kuimarisha maamuzi na mawazo bunifu bunifu. Hotuba hii ya umma iliandaa maprofessor, wanafunzi pamoja na wadhamini ili kuona fursa inayoletwa na adhari za akili unde. Na kwa taarifa hiyo nahitimisha makala ya 38 ya shajara ya chuo kikuu cha Nairobi. Shukran za dhati kwa kuwa nami. Nakumbuka makala yajayo utayapata hapa katika mtandao wetu wa YouTube. Hivyo basi zidi kutazama. Naitwa Jimi Wambua, kwa heri.